Ejimo unasema hivyo kadiri ya somo la kwanza kitabu cha mwanzo. E, tumesikia kuhusu ndugu wa familia moja huyo. E, baba alikuwa na watoto wa kutosha, na aliwapenda wote, lakini yule mdogo alimpenda zaidi, na huyo mdogo alipendwa pia na Mungu zaidi kwa sababu alikuwa na uwezo wa kutafsiri ndoto, alikuwa na kipaji cha pekee, karama ya pekee. Sasa kutokana na na hayo mawili kwake, ndugu zake walimchukia. Sasa na mara nyingi pia alibaki na baba yake alipoenda, walipoenda kuchunga wale ndugu zake wengine, yeye alipotumwa na baba yao, wakamwona wao mara moja wakamwona, wakapanga tu ni kumuua, na wanasema kabisa, ili tuone yatakuwaje kwake. Wanapanga kumuua kabisa, wanapanga kumuua mdogo wao, ndugu yao, damu yao, wanapanga hivyo. Na baadaye wanapopanga, mmoja wao ambaye pia alikuwa mdogo ak akaamua akaamua kwa busara, namna ya kuambia, akasema tulivofanya hivyo tumtupe tu hapo, kwa sababu hii ni damu yetu, mtupe tu huko. Baadaye akaenda nao utaratibu, akamwambia baadaye tumuuze. Wanajua akiuzwa hatakufa kufa, lakini haya yote pia ni makosa, kumuuza ndugu yako. Basi ndivyo alivyookolewa, lakini huyu huyu ambaye walimchukia, walitaka kumua, atakuja kuwa msaada wa taifa wakati wa njaa na wakati wake hawatadhulumiwa ila baada ya huyu kufa huko Misri, watadhulumiwa na baadaye itabidi waondoke huko Misri. Tunachoona ni nini katika somo hili? Yako mambo mengi ambayo tunaweza kujifunza, lakini chanzo cha maovu mengi hata vifo vinatokana kati ya ndugu, damu kabisa. Naweza kupita barabarani ukawakuta watoto wadogo wanapigana. Kaambia nyinyi, kwa nini unapigana? Ukasikia tena ni mdogo wake anampiga paka yake au dada yake. Kwa hiyo ndugu wanapigana na wanapigana bila huruma, unasikia mtoe damu. Toe damu anasema hivi watoto wadogo. Anapenda waone damu. Eh, au pige kwenye jicho unasikia watoto wadogo wanasema pige kwenye pua, pige kwenye meno, watoto wadogo kabisa E, kama tembea wanaotembeatembea huko kanisani watakuona mwenzao nadia kwenye memo hiyo. Hayo sio mambo mazuri. Nachotaka kusema ni kwamba kati ya ndugu kunatokea chuki, wajua wadogo sio sana. Ila wanapozidi kuwa tofauti zinatokea, na hata wakai tena pamoja, hata waonani miaka na miaka, miaka na miaka, wao unakuta kwamba una ndugu zako kumi hamjawahi kuonana. Kwa hiyo hao kazi yao ndio yanayokuja chuki, vinyonekana hawaendi salama, wanaenda tena hiyo. Walifanya huduma yake kwa sababu ni baada ya wao kukosa. Sasa wanjiwa, wajimbo, wajimbo, nabiyo, wale wajumbe walipokuwa wanakuja manabii wale wakawaua wote, kama vilivyosikia, wakapeleka tena nyakati mbalimbali, wakawaua hivyo hivyo. Mwishowe alimpeleka mwanaye pekee ambaye ni Bwana wetu Yesu Kristo, akasema kwamba huyu watam, pengine watamhumilia walivyomwona, tuwasema huyu tumkamate, kama Yusufu yule somo la kwanza, kwa sababu huyu atakuwa mrithi, taifa litakuwa lake, huyu atakuwa ta mfalme, kama vile Wayahudi walivyokuwa wanaambia Yesu, ye wewe ni mfalme, wewe si minadi, wewe mijifanya kuwa Mungu, kuwa mwana wa Mungu uliye mwanadamu kama sisi. Kwa hiyo wakatafuta visingizio vya kutosha wakamuua. Yesu anawauliza, sasa atakapokuja ile mwenye shamba atakufanyaje? Wakatoa jibu wao wenyewe, asema atawakamata. Atawakamata hao watumishi wabaya na atawaangamiza. Lakini hayo yote Yesu alikuwa anaamaanisha yaliyotendwa na wao katika historia ya ukombozi mpaka yanakuja kutimia pia kwake. Yesu anasema kwamba kwao ufalme utachukuliwa, watapewa watu wengine walio tayari. zangu si bado, Mungu anaendelea kutujia kwa njia ya kanisa, kwa njia mbalimbali, vipindi mbalimbali vya cha Paresma cha Pasaka, e, Majilio na kadhalika. Anaendelea kutujia kwa njia ya imani, anaendelea kutujia kwa njia ya watu wengi, anaendelea kutujia kwa huduma za kanisa anaendelea kutujia kwa namna yeye mwenyewe anayojua, hata katika nafsi zetu sisi wenyewe. Usikatae kwa namna yoyote mambo yanayomhusu Mungu. Ukikataa tu hapo, kuna wengine wanazaliwa, watapokea vizuri sana. O sima, mimi siendi huko kanisani, mimi siendi kwenye jumuiya, mimi sipani hiki, mimi eh, mimi. Wengine wataendelea tu vizuri, wataenda mbinguni na huyo utabaki tu huyo. Sisi kujitahidi lichowapata taifa la Israeli ambayo tumesikia, ni wa Yesu anasema ameanza na ni wakuu wa makuhani wakuu wa watu na makuhani walichokataa, hata sisi tunaweza kikatokea kwetu pia kwamba kumkataa Yesu, sisi pia tunaweza tukamkataa Yesu, kukataa mambo ya Mungu, sisi pia tunaweza tukafanya hivyo. kuanguka moja kwa moja katika maisha yetu sisi pia tunachotakiwa kubaki upande wa Yesu. Basi tukiwa katika kipindi hiki cha Kwaresma, akiwa yeye anatujua zaidi kuliko sisi tunavyojijua, tumuombe aendelee kutusaidia, aendelee kusafiri na sisi kwa namna yote ile, tusikate tamaa, usimwache yeye, yuko na tama, Yee, yu kila mmoja wetu katika hali yake anaambatana naye, anapokea sala zake, anapokea nia zake njema malengo yake ni mema, basi tunamshukuru kwa hayo, namwomba sisi tubaki kuwa wana ufano. Jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu.